Mchukia mtu chukia, mwambie bana, kwa kitendo chako mimi na kuchukiaga sana. Mwambie. Sasa mtoto anamwambia mimi niko radhi na wewe, lakini anakunywa pombe. Kunywa pombe mzazi ni kuto kumtendea haki mzazi wa mtoto wake sana, mtukanisha. Ah, wewe nini wewe babako cha pombe bana? Anamtukanisha. Yaani babako Yani baba yako mtu mzima na kazi kazi yake ni kukata mauno tu kwenye stage. Amjasikia watu wanaambia hivyo. Nini wanataka kutambia nini wewe? Sasa unamtukanisha kwa hiyo humtendei haki. Moja kati ya kumtendea haki mtoto ni kutomhuzunisha. Allah yuhzina hu. Asimhuzunishe mtoto wake. Ni katika haki za mtoto. Mzazi, una uwezo wa kuvaa vizuri, vaa vizuri. Huna uwezo, hiyo ni kadari ya Mwenyezi Mungu. Na mtoto atajua lakini una uwezo wa kuvaa vizuri, unavaa ovyo ovyo.